Na ninaposema hivi, kuna ushuhuda mwingi kila mahali walipo mafarao kwamba kinachofanyika sio Injili mm, bali biashara za wachache kabisa, na tunayajua. Na kwa maana hiyo lengo letu la jimbo jipya ni kurudisha matumaini yetu kama Waanglikana, na katika hotuba zangu zote nimesema kitu hiki na wala sitaogopa hata kwa vitisho vya aina yoyote. hatujaondoka Uanglikana bali tunaamua kuitikia kwingine, na hatuitikii Dodoma. Sasa hapo ni fafanua, hatuitikii Dodoma haimaanishi kwamba sisi sio Waanglikana. Hata huko nyuma kanisa la Anglikana halikuwa linaitikia sehemu moja, kulikuwa na UMCA kulikuwa na CL. Yalikuwa ni vitu viwili tofauti <coughs> lakini kanisa moja, walikuwa na maaskofu tofauti wakitikia sehemu mbili tofauti, moja walikuwa ni Anglican Catholic Church, wengine walikuwa ni Protestant <coughs> Anglican Church. Na nawakumbusha historia ili msidanganywe, na ninyi watoto mnapokea kipaimara, mtu asiwadanganye kana kwamba mpo sehemu sehemu psee waliolileta pamoja, ndugu zangu, na wazee walikataa neno anglikana, na hapo walipokataa neno anglikana, wakajiita kwamba ni kanisa la jimbo la Tanzania, sio kanisa Afrika, la anglikana. Wao ndio walioukataa uanglikana, na kwa sababu waliukataa uanglikana wakajiita kanisa la jimbo Tanzania, sijui maanake nini kiliwafanya wakaacha desturi za Uanglikana. Walikataa jina la Anglikana ni mpaka mwaka sabini na tano sabini na tano ni juzi tu, ndipo wakajaribu kufunguka macho, turudishe neno Anglikana mwaka sabini na tano Kabla ya hapo, hawakuwa Waanglikana. Kwa hiyo unapotuambia sisi sio Waanglikana, Waambie Askofu Kutta anasema ninyi ndio mlioukataa Uanglikana. Amen! Let us Amina, set the record straight. Mwaka 75 si mbali, na tutawarudisha kuwakumbusha waliukataa wa Uanglikana, waliporudisha neno la Anglikana hawakurudi na Uanglikana wa wakarudi na mambo mengine. Sasa mateso yenu ninyi wa Singida si mateso yenu pekee. Ni mateso katika kila mkoa wa Tanzania na visiwani. Kila mahali utakapoenda, habari ni ile ile. Mchakato wetu wa kurudishi wa kuunda jimbo jipya, tunataka kurudisha heshima waliotuletea wamishonari wetu katika nchi na visiwa vya na uhuru huu wa kuitikia nje ya Tanzania. Sisi hatuitikii Dodoma. Sisi tunaitikia Marekani katika UMCA ama Anglican Catholic Church ambayo ndio ilikuwa msingi wa kanisa la Anglikana Tanzania. Sasa tunarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunarudi tukiwa na kiu ya kuwa jimbo kubwa, jimbo imara na jimbo lenye nguvu kuliko wao. Shetani, yeah! Huwa anajivunia vitu na hivyo vitu kivichunguza zaidi wala vina baraka. Sisi tuna osali katika maturubai, tutajenga makanisa yetu na yatakuwa ni ya kifahari zaidi kuliko yale, yaani kulio yale tulio na zaidi ya yote tutayajenga katika baraka mm, na sio katika uizi, na hili ausema limeanza kutimia. Kuna makanisa yamefungwa na milango na madirisha yanaanguka, lakini watu wanasali chini ya mti kwa furaha, na sasa hivi wameanza kujenga makanisa yao wakiwa na amani, na ndicho Singida ninyi yeah, mlioko hapa yeah, mtakuwa ni taifa kubwa la Kianglikani katika jimbo dipe yeah, lakini mtakuwa na majengo na miradi yenu ambayo ni ya baraka zaidi na siyo mateso, yeah. maono ya jimbo letu ni ya fuatali nataka muyaelewe vizuri, kwa sababu ndiyo msingi wa mchakato huu unaoendelea. Maono yetu kwanza ni ibada, ibada inayomtukuza Mungu, ibada itakayokuwa takatifu. Napozungumza ibada, kuna mtu mmoja nimemsikia kwenye Biblia, huyo mtu huyo mtu akasema mahali fulani kwamba hao wanaounda kanisa lao wasitumie kitabu chetu cha sala, wasitumie kitabu chetu cha sala. Mimi niliposikia hicho kitu nikacheka sana, lakini nikajua shida iko wapi. Hajasoma theolojia, kasoma siasa, ana digrii ana, ana PhD ya siasa, hajasoma theolojia Unaposema kwamba nisitumie kitabu chako cha sala pia nikacheka, nikasema kwamba laiti right angelijua kama hicho kitabu cha sala kama ni injili asingetukataza kusoma, amin. Lakini kwa sababu haishi kulingana na hiyo injili, ndio maana hatukataza na, na hicho kitabu hatukitaki, kitabu hicho hatutakitumia tupo kwenye mchakato wa kuunda kitabu chetu na kitabu chetu kinarudi katika misingi yetu ya Waanglikana kabla ya uanglikana haujaanza kuchakachuliwa. Amina ndugu zangu, uanglikana umechakachuliwa sana katika dunia hii sana na rafiki zao hao waliotukataza tusitumie hiki kitabu, wako mstari wa mbele kuweka chukizo katika uanglikana katika mambo ya ushoga na utoaji mimba usiokuwa na kikomo yeah. Rafiki zao waliotukataza tusitumie situ kitabu chao, na hao marafiki wameanza kubadili hata kitabu cha sala kilichoko sasa hivi, wakiondoa neno Mungu kama asiitwe Baba, wanaondoa referensi zote za Mungu kama baba na utatu wanaanza kuweka mambo yasiyokuwa na maana lakini haya yote ni katika katika harakati za kutangaza ushoga ndani ya kanisa hao ni marafiki zao waliotukataza tusitumie kitabu chao cha sala sasa tunapojenga kitabu chetu cha sala tunarudi katika misingi yetu mitakatifu mwaka 1928 kwa hiyo kitabu chetu cha sala kitaitwa misa takatifu kwa watu wote. Na kitabu chetu cha sala cha misa takatifu kwa watu wote, sisi hatutamkataza mtu yoyote asikitumie, na ndio maana nimeweka neno watu wote. Tusiingie na kichaa, kwa sababu tutakuwa na kitabu bora cha kianglikana chenye historia kamili ya kianglikana. Tusiwakataze watu. Mimi nitakapoondoka katika dunia hii ni ruksa watu wote kukutumia kwa sababu tunaamini ndiyo injili iliyo bora. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ibada, na pia katika ibada hiyo hiyo tumeona kuchakachuliwa kwingi sana. Tutarudisha heshima yetu kama Waanglikani. Msingi wetu wa pili. Msingi wetu wa pili, hakuna ibada isiyo na misingi ya haki. Unaweza ukaja kanisani ukarukaruka na kuimba na kuhubiri paga ukatoka na mapofu, kama hujui haki na kanisa lako halina haki, kanisa lako ni chukizo mbele za Mungu. Amina. Msingi wetu wa pili ni haki. Haki itaanza wapi? Haki itaanza kwetu sisi wenyewe. Uwezi ukawa baba wa haki kama hutendi haki katika familia yako. Uwezi ukawa na ndio maana tuna maaskofu. Hawawezi wakatangaza haki katika taifa la Tanzania, kwa sababu wanachokiendesha katika ibada sio haki. Wamefungwa midomo, kwa sababu wao wenyewe sio watu wa haki. Tukatangaza haki sasa, huko tulikotoka kwa mafarao, na ni kitu ambacho nimekikataa katika mchakato wa jimbo letu bi sakramenti zimekuwa zinauzwa tumetoka. Katika matengenezo ya Ukristo wa kukataa kuuzwa kwa sakramenti, tumeingiza kuuzwa kwa sakramenti. Kuna sehemu unamwona askofu anapokaa kwa ajili ya kipaimara, kitu cha kwanza unachotanguliza ni baasha yenye elfu hamsini unachotanguliza kwanza ukija kwa askofu ni bahasha yenyewe, ndipo askofu akiipokea ile anaanza nakuba kwa jina la Baba na la la Mwana na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kumbe yeah. Huko tulikotoka kwa mafarao, tunauza sakramenti kwa lugha tamu sana za neno la Mungu, kumbe ni wizi. Jimbo letu halitafanya hivi hatutauza sakramenti ya ubatizo wala hatutauza sakramenti ya kipaimara. Tumepewa bure, tutatoa bure kwa sababu ni haki yenu mbele za Kristo. Huu yeah, msalaba hatukumulipia. Msalaba huu Yesu alio kufa msalabani, sisi hatukuulipia. Kwa nini tunauza sakramenti ya neno la Mungu? huna mawazo ya kuleta maendeleo katika kanisa, acha kudanganya waumini kwa sadaka Amen. Umiza kichwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo yenye haki, lakini sio kuja kanisani na kutangaza mambo ya ajabu. Ukifungua Bibilia ukurasa wa kwanza hadi wa mwisho, unachokihubiri ni hera na wala sio Injili. Huwezi ukawa mtu wa haki kama unafanya haluma ni mfano tu ulio hai. Nguzo yetu ya tatu, nguzo yetu ya tatu sasa, umekuwa mtu wa ibada na umetenda haki na anza hata katika hii haki. Watumishi wa Mungu mtaniambia kwamba ninachokisema ni cha ukweli, uchungaji umekuwa ni kuwa kibaraka wa askofu badala ya kuwa baba wa parokia yao. Na wachungaji hawa wanafanya hivyo kwa sababu ya uoga, wakijua kwamba wasipokuwa kibaraka wa askofu watavuliwa kola na wataondolewa utumishi. Kwa uoga, wanafanya mambo ambayo wanajua ni kinyume na neno la Mungu, lakini wamefungwa na uoga kwa sababu hawamwogopi Kristo, wanamwogopa wa askofu mafarao wametutoa katika neno la Mungu. Na kwa kusema hivi, leo nimekaribishwa, na leo nipo kwa ajili ya watoto wetu. Nataka kurudi tena Singida, kuwakusanya watumishi wote waliovuliwa kola, niwarudishe katika utumishi na kujenge jimbo lililo bora. Waambieni mafarao mwisho wenu umefika. Na wale walioko huko bado wakiwa wanaogopa kuvuliwa kola, mimi nawaambia kwamba rudisheni hizo kola hata kabla hujavuliwa, njooni tujenge Anglikana iliyo bora. Baba yetu askofu mkuu wa dunia wa kanisa la Anglikana nilimleta makusudi mlali ni kitendo ambacho ningeweza kukifanya mimi lakini nikamwomba aje, ili aje atangaze rasmi Tanzania, ukichaa wa farao hauna nafasi katika kanisa la Anglikana. Na alipokuja akawarudishia kora, wale wote walionyang'anywa kora wakapewa heshima kubwa ya kurudishiwa utumishi wao katika kanisa la Kianglikana duniani na Baba Askofu Mkuu wa Anglicanism duniani. Walivuliwa na farao wakijisehemu kidogo tu, wamerudishiwa na kuhani mkuu wa kanisa letu duniani. Hiyo ilikuwa ni statement kwa mafarao kwamba wale wote waliovuliwa kola na wanaotishiwa kuvuliwa kola kwa ajili ya matengenezo ya Uanglikana, mm. Mimi baba yao nitazirudisha kwa heshima. Kwanza wazirudishe haraka. Kola zao zimechakaa, tutawapa kola mpya. Kwa hiyo <laughs> yes. yes. Ndugu zangu na wanangu, simameni imara katika matengenezo ya Uanglikana, msirudi nyuma na wala msitishwe na ninyi ni ushuhuda tosha, sisi kuwepo hapa leo. Ninyi ni majasiri, na tuna kwaya iliyotoka kasedro. Lazima tujenge kasedro yetu Singida itakayokuwa na heshima mbele za Mungu. Amen. Haki. Haki ni sehemu ya ibada na haki zingine ambazo tunazijua hivi. Kama uamini sauti za watu, kwa nini unawadanganya kwenye uchaguzi? Kama uamini sauti za watu, kwa nini uwadanganye watu katika uchaguzi? Mnashurutishwa kuchangisha fedha nyingi kwa ajili ya sinodi, kwa ajili ya sinodi za uchaguzi mnakwenda katika michakato ya uchaguzi, kama wana jina lao tayari, kwa nini wawadanganye? Waseme ukweli, waje madhabahuni, waseme kwamba hatuamini katika sauti za watu, waje waseme, na tutawashangaa kweli. Na siku watakaposema hivyo, ndio mwisho wa kanisa lao. Kwa hiyo, wataendelea kudanganya, wataendelea kudanganya wataendelea kudanganya, lakini kwa uwepo wa jimbo jipya hawatadanganya tena, kwa sababu tutawakumbusha kwamba uongo una mwisho. Tunalipia fedha nyingi sana. Kuna wengine wametengwa na kanisa, wamekatazwa kuimba ndani ya kanisa kwa kutotoa michango ambayo wala haiwasaidii. Kuna sehemu nimesikia kwaya isipotoa elfu hamsini hairuhusiwi kuimba. Nimesikia hilo jambo. Nimesikia, nimesikia sehemu watumishi wa kanisa wanalazimishwa kutoa hadi laki mbili. Usipotoa una kibarua. Hili ni kanisa Episcopal Anglican Media. maisha yanayohubiri